Madhara ambayo anaweza akawapata mwanamke ambaye ni mjamzito mzito, lakini hapo hapo pia alikuwa na PID, kwamba alikuwa na PID lakini pia akapata ujauzito. Sasa huyu mwanamke anaweza akapata vitu vifuatavyo. Cha kwanza, mwanamke huyu anaweza mimba ikatoka, hilo ni la kwanza. Lakini la pili, mwanamke huyu mimba yake inaweza ika ikatunga ika nje ya kizazi, sawa lakini kitu cha tatu, mwanamke huyu Mungu anaweza akamsaidia mpaka akajifungua aka, aka, aka lakini akajifungua kabla ya wakati, yani kwamba akajifungua mtoto njiti. Lakini kitu kingine ni yani kwamba anaweza akajifungua vizuri, lakini akajifungua mtoto mwenye uzito mdogo au mwenye matatizo ya kiafya. Sasa kwa nini usubirie, uh, u, u, u, usubirie udake una usubirie kuto kutokutibu tatizo lako kabla hujapata ujauzito? kwa sababu unapokuwa unajijua una na tatizo la PID alafu unaenda kudaka ujauzito, ina maana kuna madhara haya unaweza ukayapata. Ndio maana kuna wanawake ambao wamekomalia kupata ujauzito wakati wanajijua na PID. Leo hii mimba zinatoka mara kwa mara, mume wake na anamwona anatoa mimba, kumbe atoi mimba. Mimba zinatoka kwa sababu tayari wale wale, wale ule mlango wa kizazi umeshalegezwa na wale bakteria, lakini pia kuna makovu mbalimbali ambayo yanakuwa ameshasababishwa na majipu pia, ambao katika hiyo njia ya uzazi. Kwa hiyo huyu mwanamke mimba zake zitakuwa zinatoka, lakini pia mtoto anaweza akatoka na matatizo ya kiafya, lakini pia ma, mimba zinaweza zikawa zina zinatunga zina nje ya kizazi, lakini uh, inaweza mtoto akafia tumboni. Vitu ni vingi sana, so mimi nakushauri wewe mwanamke ambaye una una PID jitibu PID ndipo udake ujauzito. Usidake ujauzito wakati bado unajijua una PID, unaweza ukapata madhara mbele ambayo yakakusababisha matatizo makubwa. Sasa kama wewe ni mwanamke ambaye unatamani kupata ujauzito lakini una PID karibu nikusaidie uweze kwanza kuponyesha tatizo la, la, la, la PID, alafu pia nikusaidie pia kuweza kukupa dawa nzuri ambazo zitakusaidia kudaka ujauzito kwa haraka kusabu, kwa sababu wanawake wengi ambao wanakuwa na tatizo la PID huwa wanachelewa sana kudaka ujauzito, lakini kwa dawa zangu nitakusaidia kupona kwanza iyo tatizo la PID, alafu pili kukusaidia pia kuweza kupata ujauzito uh, kwa wakati. Chukua namba yangu ba